z unajua, mnafaa ku respect watu wa pole. Unacheki mtu mtu akiwa mpole haimaanishi ni mjinga. Mtu akiwa mpole haimaanishi umbebessa ujinga, unacheki ama, haimaanishi ati hajasoma ama haimaanishi ni mtu mwenye afikiri. Hapana, unacheki, mnafaa kurespect pia watu wa pole. Unaona mtu mpole, mtu mpole ni yule mtu mwenye ukiweza kumkosea anaweza nyamaza lakini anajua tu umemkosea vibaya lakini hawezi kukuambia kitu. Unacheki, hawezi akakuambia, ananyamaza, anavumilia, unajua watu wa pole kwanza ni wale watu wanakuwanga na hasira mbaya sana unacheki, usiwahi kubali mtu mpole akasirike, mtu mpole akikasirika jua kumeharibika. Unaget? eh, mtu mpole ule mtu mwenye ukimkosea anawekanga hiyo machungu kwa roho, anawekanga hiyo machungu lakini kuna dei atakuja alipuke. Sasa anangojanga tu umchokoze tena, na ukimchokoza tena huyo hawezi kuacha hiyo, na unafaa ujue hivyo, na cheki, usicheze na watu wapole. So mimi kitu nilikuwa nasema ni mnafaa kurespect watu wa pole, unacheki yeah, kama mtu ni mpole Usimonange akiwa tu fala ama umbebe hivi hivi, hapana. Ni mtu anajuanga kitu enye anafanya, lakini ni mtu atakaa kujionesha, ni mtu atakaa kujionesha, akona mambo mengi, ni mtu atakaange ku ni mtu ataka, kuku, yani, ni mtu, ataka kujip, ni mtu ataki kujipendeza, ni mtu ako tu hivyo yeye. Yeah, ako hivyo na ame accept hiyo, ndio life yake unacheki. So mnafaa ku respect watu wapo watu wapole, sawa. So, ainanga haja kuanza kujifanya like wewe unaona tu msee, unajiona wewe ndio umechanuka sana kumshinda ama ndio umechanuka sana kumliko. Hapana, huyo mtu hata alishachanuka kitambo, na hata maybe hata amesoma hata kukuliko wewe. Ni kierere, kierere mingi tu unakoanga nayo. So a wasee wanafaa kuheshimiwa vizuri sana, wanafaa kutreatiwa pia poa, kwa sababu hawezi jua hata anaweza kuwa nani anytime. Sana sana unaongelea kuhusu, sana sana huko kazini, vile mnakuanga mastafu wanakuanga wengi, unakuta kuna ule mpole kabisa, kuna ule mnyongeangi sana, kuna ule mwenye nikiherehere ka, ka, ka. We ni msee ushaikuwa na watu wengi, lazima ujue hizo behavior zinakuanga kwa, kwa job. Kuna ule msee utapata akona kerere, kuna staff utampata akona kerere nyingi, kuna staff utampata wa kujipendekeza, kuna staff utampata mwenye ni kiburi, kuna staff utampata mwenye ni mvivu, sasa ule afanyangi kazi. Kuna staff mwenye utampata sasa, ule mwenye yani ni kichwa ngumu kabisa, yani eh ni mtu aambiwi kitu, sio mtu akuambiwa kitu eh kuna ule yani, mastafu anakuanga wengi wengi. Kuna wale wa hasira zao tofauti tofauti. Kuna ule mwenye anakuanga na hasira tu akishtuliwa tu hivi kidogo ma ameenda kustaki. Kuna ule mwenye ukimshtua tu hivi kidogo, yeye yeah, atavumilia hezi enda kustaki. kuna si, si, kuna kuanga hivyo eh, kuna kuanga hivyo so, kuna mimi naongelea na sasa kuhusu watu wa pole, ndio naongelea watu wa pole sasa. Hawa watu wa pole mnafaa kuheshimu sana na ni watu wenye mnafaa kujua, kikasirika, mtu mpole kikasirika, yeah. ni mtu mwenye anaweza vumilia asira, ni mtu mwenye anaweza kakusamea bado, ni mtu mwenye yeah. ni mtu mwenye ani watu wapole? ni ule mtu mwenye yeah. Alafu hawa watu wapole ni wale watu wanafanyanga kazi na bidii, ni wale watu wanajitumanga, sijui ka ushaona hiyo yeah. ni ule, ule mtu anajua kitu ile imemuleta kufanya. Ni ule mtu anajua kitu yenye amekuja kufanya eh? Ni ule mtu mwenye, yeye, anapiganga job yake akiwa amenyamaza na anapiganga kwa taratibu vile nafaa unaona, eh so, hao watu wa pole pia wanahitaji respect tu, muwa respect, msionange wa kinyamazo fikirieni mtu ni mji, usione ni mtu amenyamaza fikirieni mtu fala, ama ni mtu afikirie anything. Hapana, sawa, iko hivyo, una get eh, so, so, eh? Unafaa kuwaheshimu eh? Yeah, ni watu wanajua kujituma, ni watu wako na bidii ya kazi ama yeah. Unajua kuna place ingine unaeza kutamsia anaona hey, umsemenyamaza ni, ni fala fulani anaona kama huyu ni mtu fala fulani, ni mtu ajelewi, ni mtu mwenye mtu ametupa mbao kabisa, na si hivyo eh. yeah, huyu mtu ni mtu tu ameamua yeye life yake ikwe tu hivyo polite, na get eh, mtu tu ametulia, mtu tu amekool eh, ana mamioto nyingi Hmm? Sijui kwa wewe jua wale watu wanakuanga na kiherehere sana ndio watu wananga kitu. Ni wale ni wale watu wa eh, yeah, sijui notice hivyo? Kuna kwanga hivyo, by the way, naomba kweli eh yeah, so ah watu wa, wa kunyamaza kimya sana, mjichunganange nao bado, msiwachokoze wakikasirika ni wabaya, vita hiyo unafaa ujue, hiyo ni number one kitu kwa unafaa ujue, yule mtu akikasirika anakuanga ana sika. Kitu ingine cha muhimu sasa, akikasirika sasa kwani vita, wacha tu ikwetu vita juu eh, ni mtu mwenye, akikasirika yeye anakuanga ni mtu mwenye okay. Ukiona mtu amenyamaza sana, si mtu anachokozangwa mara moja alafu anatoa vurugu. Hapana, mtu anakuanga amenyamaza sana ni ule mtu anakuanga amechokozwa mara kadhaa. Unacheki ule mtu amechokozwa tena, akachokozwa tena, akachokozwa sana, chokozwa sana mara ingine, mpaka sasa anaanza kujiona kwani yeye ni mtoto nini. Yeah. Anaanza kujiona sasa kwani watu ananibeba aje? kama ni vita, acha ikuwe mbaya kama ni mbaya, mba? mbaya na akizua vita anakwanga bado anakwanga wakali vita anakwanga wanoma eh ndule mtu anaanza kuchapa alafu anakuchapa na kuongelesha, si unajua ni mpole eh anakuchapa kama amenyamaza tu, mangumi tu. Pa, pa, pa. Mangumi. Wewe usicheza na watu wa pole sawa, so iko hivi mtu kama ni mpole unafaa na muheshimu pesa yake mpatie vizuri, vile nafaa mwongeleshe vizuri tu. Yeah, mi nasemanga sometimes mi naonanga ukitaka kuwin maisha, ukitaka kuwin kwa hii maisha, kila mtu ongelesha mtu yoyote vizuri. Unacheki mtu kama ni mjinga ama ni mwerevu kulingana vile umeona, lakini wewe kiwewe, wewe jibebe hivi. Kama mimi sasa, vile mimi uanga najibeba, mimi ujibeba hivi mimi, akunanga mtu yote na dharau. Mimi naongeleshanga kila mtu mzuri, kila mtu mi nambebanga same tu Ule mwingine yani, wote tu mi nawabebanga tu fiti tu, tu mi naongelesha tu mzuri tu, nisalimie na kugotea kaa vile nimegotea ule nda kuongelesha kama vile naongeleshanga ule mwingine anacheki tu, eh, tu, mi sinanga ati jue sijui ni spesho nda kuongelesha hivi ama jue ni nini nda kuongelesha hivi. Hapana, mi naongeleshanga tu watu sem. Alafu mi naongeleshanga kila mtu vizuri. Mi mtu hata akiniongelesha vibaya mi wanga namjibu tu mi namjibu tu vizuri tu na naachana nachana naondokea lakini kwa roho yangu kama, kama, kama najua mejibu vibaya mi get yeah. Unacheki hivo sasa, so iko hivo watu wapole wapigwe respect yao vizuri, alafu wache kuwachokoza chokoza uvyovyo ni ule mtu mwenye akikasirika na ribungu mambo, alafu ujue pia unakwanga ni watu wamesoma bado, alafu mjuange si watu ni wajinga. Ni ule mtu mwenye watu namwongelesha, anakupima akili yako, anacheka tu kwa roho, anaona hii huyu mtu yeye ni mjinga. Kumbe mtu anakupima tu kwa akili tu, anaona eh, huyu msii, kwani ana akili? Ni mtu anashajua, kulingana na vile unaongea haraka ashakupima akili, ameona wewe una akili so anaendelea tu kunyamaza tu bado nacheki e, yeah, hivyo so mrespect watu wapo, respect watu wapo lama. Next time, kama unapenda hii video subscribe and share for the love, na mimi nawapenda sana yeah. next video sawa, poa.